Mataa yajibu siyamu shahri Ramadhan, wakati gani? Basi kunawajibika kufunga Ramadhan hii Ramadhani ambayo tuizungumzia panawajibika kuianza kufunga wakati gani? Wanasema ulama wayajibu saumu Ramadhan, na inawajibika saumu ya Ramadhan biruyati hilalihi, kwa kuonekana muandamo wake, kuonekana mwezi wa kuingia Ramadhani, na hii ni katika ile siku ishirini na tisa, kama vile usiku wa leo mwezi ukiandama, basi watu watafunga kwa sababu mwezi umeandama, au ikmali iddata Shaabani 30, au kwa kukamilisha hesabu kamili ya Shaabani siku 30. Kwa hivyo saumu ya Ramadhan, barakallahu fik, inaanza kwa kuonekana mwezi muandamo ukaandama katika usiku wa tarehe 30 ya Shaaban, watu wakauona mwezi, watafunga kwa sababu mwezi umeonekana. Haukuonekana katika ile siku kutazama mwezi, mtakamilisha hesabu ya mwezi 30. Maana katika miezi ya Kiislamu hakuna mwezi una 31, miezi ya Kiislamu ima 29 au 30. Tunapotimiza siku thelathini

Waidha raaitumuhu faaftiruu, pindi mtakapouona huo mwezi mwandamu basi fungeni. Waidha raaitumuhu fa'ftiru, na pindi mtakapouona na huu ni mwandamu wa Shawali, sasa basi fungueni mwezi wa idi huo. Kisha anasema alaihi ssalatu wassalam, fain ghumma alaykum, na ikiwa utazibwa juu yenu utajificha juu yenu

kwenu nyinyi kwa sababu ya mawingu mathalan, faakmilu iddat shaban 30. Basi kamilisheni idadi ya Shabani siku 30. Hii ni hadithi ya Abi Huraira inda al-imam Alimam Bukhari. Sasa suala hili la kufunga kwa kuonekana mwezi na kufungua kwa kuonekana mwezi lina mzozo mkubwa sana, kuanzia kwenye vitabu vya elmu ukifungua kutubul ulama kutubul furu' vitabu vya kifikihi kutokea zamani mpaka vitabu vya sasa, waandishi wa leo, pana ikhtilafu kubwa katika jambo hili la mambo ya mwezi mwandamu. Na khilafu hii iko pia baina ya waislamu wa kawaida katika miji yetu, ni mamoja, hapa katika nchi yetu au nchi nyingine ambazo wako Waislamu, pana mvutano mkubwa sana kwenye jambo hili la mwezi mwandamo, kupitia hadithi hii sumu liruyatihi waaftiru li ruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake huo mwezi na fungueni kwa kuonekana kwake huo mwezi. Tunasema hii ikhtilafu hii kama ilivyokuwa ni ya zamani kongwe, itaendelea kuwepo hata sasa na baadaye, kwa kuwa sisi hatuna jipya katika dini hii ya Kiislamu. Elimu ni ile iliyofunzwa na wahai, ikashereheshwa na wana wachuoni wetu kwenye vitabu vyao. Kwa hivyo utasimama utazungumza, lakini huwezi kuleta jipya ambalo alimamu Ahmad hakulijua, walimamu Shafi'i hakulijua, walimamu Maliki hakulijua, walimamu Abu Hanifa hakulijua, na wanawazuni waliokuwa nyuma yao. Huwezi ukaja na jipya wewe. Almuhim, tunaegemea kwenye kauli zao kwa kuangalia zile ambazo zimewafiki zaidi dalili. Sasa, kwa dakika chache tu, hadithi hii ya Abi Huraira, sumu li ru'yatihi waaftiru li ru'yatihi. Alimamu Shawkani rahimahullah, alipoitaja hadithi hii kwenye kitabu chake Nailul Awtar juzu ya 4 ukurasa wa 194 Alimamu Shaukani alivyohitaja hadithi hii akazungumza maneno makubwa sana kwa kusema wahadha na jambo hili la kufunga kwa kuonekana mwezi na kufungua kwa kuonekana mwezi. Asema wa hadha la yakhtasu biahli nahiyatin ala jihatil infirad, na jambo hili halihusishwi kwa watu wa upembe fulani juu ya mwelekeo wa kujitegemea wa hadha la yahtassu bi ahli nahiyatin ala jihati alinfirad, na kauli hii ya Mtume alayhi salam aihusiki kwa watu wa upembe fulani kwa mwelekeo wa kujitegemea. Labda maelekezo haya ya Mtume alayhi salam yanawahusu watu fulani wa sehemu fulani tu? Alimamu Shaukani anasema hapana, bal bali huwa khitabun likulli man yasluhu lahu min almuslimin. Bali haya mazungumzo ya Mtume alayhi salam ni mazungumzo likulli man yasluhu lahu, kwa kila yule ambaye anasilihi kwa mazungumzo haya, min almuslimin, miongoni mwa Waislam. Akaendelea, kuna mahala ninapataka, tunapohitaji hapo. Akasema rahimahullah falistidlalu bihi sasa kujenga hoja kupitia hadithi hii ala luzumi ru'yati ahli baladin lighairihim min ahli albiladi adhharu. Sasa kutolea hoja hadithi hii ala luzumi ru'yati ahli baladin, juu ya kulazimu muandamo wa watu wa mji fulani lighairihim, kuwalazimu watu wengine wa, wa mji mwingine, kutolea hadithi hii hoja hii kwamba inalazimu mwandamo wa watu wa mji fulani kuwalazimu watu wengine, kuitumia hadithi hii katika mwelekeo huu, anasema adhharu, hili jambo limedhihiri zaidi, ndio liko wazi zaidi, kwamba mwandamo wa watu wa mji fulani utawahusu watu wa miji mingine katika miji ya Kiislamu. Mtazamo huu Alimamu Shaukani rahimahullah anasema ndio uliodhihiri zaidi, min alistidlali ala adami lluzum, kuliko kujengea hoja hadithi hii juu ya kuto kulazimu, kwamba mwezi wa mji fulani hauwalazimu wengine kutumia hadithi hii kwa mtazamo huu wa pili, hilo waliko wazi. Ambayo waliko wazi ni kufanyaje? ni kuitumia hadithi hii kwamba muandamo wa mwezi wa watu wa mji fulani utawahusu watu wa mji mwingine na utawalazimu. Kisha anaendelea anasema: li'annahu, kwa sababu mambo yalivyo. Idha raahu ahlu baladin, pindi wakiuona huo mwezi muandamo watu wa mji fulani, faqad raahu lmuslimuna, basi kwa hakika ndio wameuona Waislamu. Fayalzamu ghairahum ma lazimahum, kwa hiyo kitawalazimu wengine wasiokuwa wao kile ambacho kimewalazimu wao wale waliouona mwezi, wanalazimika kufunga na wengine wa katika waislamu katika mji mwingine, zikiwafikia habari na wao wa, inawalazimu kufunga kama watu wa mji huu ambao wameuona. Huyu nani? Huyu Alimamu Shaukaniyu rahimahu llahu taala, katika Nailu l Autar, madhehebu haya aliyoyataja na kuyatia nguvu Ashaukani.

na ndio inaitwa kauli ya jumhuri kwa sababu ni kauli ya hawa kwamba mwezi ukiandama katika mji fulani, huo utatosheleza kwa Waislamu wote katika miji mingine, muda wa kuwa habari zitawafikia. Bali kauli hii wa huwa tarjihu jam'in min almuhaqqiqin, hii kauli hii ya jumhur ndio iliyotiliwa nguvu na kundi kubwa la wanawachuoni wenye kuhakiki masaili, miongoni mwa hao ni Sheikhul Islam

waaftiru liruyatihi, wao wanaona ndiyo maana ya hadithi hii, inawaenea waislamu wote, sio watu wa mji fulani ukitoa mji mwingine. Lakini pia wakazungumzia hali zilivyo sasa, ikiwa jambo haliwezekani, kila watu wamejipa mwezi wa mji wao. Haya masala mengine, wana kauli zingine za kwamba ikiwa mambo hayawezekani, fungeni na miji yenu. Lakini kauli yao ya kwanza, al-Albani wabnu Baz rahmatullahi taala alaihima, na watu wengi uchanganye wakisema kwamba wana kauli mbili zenye kukinzana, al-Albani wa Ibn Baz kwamba kauli zao za kwanza zinakinzana na kauli zao za pili. Hazikinzani, madhehebu yao ni madhehebu ya jumhur, kwamba ahadithi hizi ni amma, unapoandama mwezi ndio muandamo wa waislamu wote, bila kuzingatia migawanyo ya miji. Lakini ikiwa jambo limekuwa gumu kama katika zama zenu hizi pana mipaka mingi ya kisiasa, mambo ya serikali yameingia kati, mamlaka zinakinzana. Ikiwa jambo haliwezekani, basi kila mtu atabakia na mwezi wa kwao, kwa ajili ya kuchunga maslahi ya umoja katika nchi zenu. Sasa hizi ni kauli zao ambazo hazigongani, kila kauli ina maana yake. Hawa ni katika waliorajiisha kauli ya kusema kwamba sumu li ruyatihi wa aftiru li ruyatihi Hadithi hizi zinawahusu Waislamu wote popote, ukiandama mwezi na Waislamu wakapata habari, wanawajibika kufunga. Kwa hivyo hawa wanatilia nguvu kauli ya jumhur. Sasa pana kauli isiyokuwa ya jumhur, ahnaf. Kuna kauli ya hanafia na wengineo ambao wamegawanyika kwenye kauli zao. Wako ambao wanaona kwamba watafunga pamoja wale ambao wa miji yao imekaribiana buldanuhum mutaqariba, au wale ambao wa katika matlaa moja, mawio na machweo mamoja, michomozo yao na mizamio yao ya jua inafanana, wamekaa katika mstari mmoja. Hawa nao pia watafunga pamoja kwa mwezi mmoja. Ama wale ambao wako mbali zaidi ya hapo, miji haipo karibu na wala hawajakaa kijografia kwenye mstari mmoja katika kuzama kwa jua na kuchomoza kwa jua watu kama hawa watafunga kila mmoja na mwezi wa mji wake. Hii ni kauli isiyokuwa ya jamhur, kauli ya wengine. Sasa kwenye kauli hiy isiyokuwa ya jamhur ya kusema watu wafunge kwa mujibu wa miji yao, kwa sababu miji imeachana au baadhi ya miji haiko katika mstari mmoja, Shakhulislam Bntaimia alikuwa akichalenji mfano wa kauli hizi kwamba watu wasifuatane kwa sababu miji yao imeachana huyu yuko jimbo lile na yule yuko jimbo lile, au mambo ya ikhtilafu al-matali, eh, mazamio na machomozo ya jua ya tofautiana, wasifuatane. Alimamu Ibn Taimiya rahimah llah taala, ukisoma majumuu lfatawa, nitamalizia kauli hii, alikuwa anayatafiti masala haya. Kuna maneno hapa nataka uyasikilize yalivyokuwa mazuri, yatakusaidia kwenye khilafu hii iliyoko na utafunga wewe hali hali yako ni murtahul baal. Ukisoma majmuu alfatawa juzu ya 25 5 majmuu alfatawa ya Ibn Taimiya juzu ya 25 ukurasa wa 159, anasema rahimahullah, idha atabarna haddan, tunaanzia hapo: ikiwa tutazingatia ukomo wa miji, na hapa alikuwa anazungumzia masala ya miandamu ya mwezi kwa ajili ya haji na Ramadhan. Sasa anasema rahimahullah llah idha tabarna haddan, ikiwa tutauzingatia ukomo kwamba mji na mji, kuna ukomo kwamba watu wa mji huu hawato tazama mwezi sawa na watu wa mji ule, au mwandamo wa mji huu hautowahusu watu wa mji ule. Asema idha tabarna haddan, tutakapozingatia ukomo, akatolea mfano wa ukomo kama safatil qasri kama vile masafa ya kupunguza swala. Tukasema labda mathalan kama kuna mji, sisi tukienda kwenye mji huo tunalazimika kupunguza swala kwa sababu ya umbali wake, basi itakuwa ndiyo, ndiyo, ndiyo dalili hiyo ya kila mmoja wetu kuwa na mwezi wake. Mji ambao tukisafiri kwenda tunapunguza swala, basi haya ni masafa ya kutosheleza kila mmoja kuwa na mwezi wake. Kauli kama hii tungesema tuitekeleze, mwaonaje? Hapa Tanzania tungekuwa na miezi mingapi kwa kuzingatia masafa ya kupunguza swala? Sasa natolea mfano, shliam asema kama safatil qasr, kama vile masafa ya kupunguza swala, au al aqalim, au kwa kuzingatia ukomo wa miji na majimbo, kwamba kutoka hapa mpaka pale hili ni jimbo bwana, huu ni mji mwingine, hii ni nchi nyingine na hapo ni nchi nyingine, tukizingatia ukomo

laysa min dini lmuslimin natakamaensheh lislam tuashike hapa. Anasema fakana rajulun, na akawa mtu fulani. fi akhiri lmasafa, yuko mwisho wa mji mji wa mbali ambao tukisafiri tunapunguza swala. wal iqlim au kuna mtu yuko mbali katika jimbo, huko jimbo la mbali na sisi. Mtu kama huyo inapoandama Ramadhani, Sheikh anasema fa alayhi an yasum, ikawa ni juu yake kufunga, wayuftira na akafungua, wayansuka na akachinja, kama ni udhhia, kwa sababu wa mwandamo wake huko aliko. Shika nasema vituko sasa wa akharu, na kuna mtu mwingine bainahu wa bainahu ghalwatu sahmin, kuna mtu mwingine baina ya huyu aliyefunga na baina ya huyu mwingine, pana kiwango cha kutupa mshale tu ni miji lao, ukirusha mshale unaingia kwenye mji mwingine, kama vile hali zilivyo katika mipaka. Angalia hapo na manga tu, kwa maana iwe Kenya ni Ramadhani alafu Tanzania ramadhani bado, au Kenya pale ni Idi hapo na manga alafu upande wa Tanzania bado. Anasema Shaykhul Islam, akawa mtu mwingine upande wa pili wa mji, masafa yaliyoko baina yake na baina ya huyo aliyefunga ni kiwango cha kutupa mshale tu, karibu ikawa mtu huyu katika mji mwingine, la yafalu shay'an min dhalik hafanyi chochote katika yale ambayo anafanya yule mwenzake. Hivi ni vituko vya aina gani? Ikiwa mnatugawanya kimajimbo na kwa nchi, itafikia mahali pana watu nchi hii na nchi ile, masafa yake ni kutupa mshale tu, ukiunyoosha tu ushaingia Kenya na mtu wa Kenya akinyoosha mshale wake ushaingia Tanzania, alafu wanaambiwa watu kama hao, kila mmoja afunge na mwezi wake. Shekhul Islamu anasema wa hadha

imejulisha juu yake kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, saumukum yauma tasumun, funga yenu enyi Waislamu e, ni ile siku mnafunga nyote. Wafitrukum yauma tuftirun, na kufungua kwenu ni ile siku ambayo mnafungua nyote. Wa adhakum yauma tudhahun, na udhuhia yenu idi yenu ya kuchinja ni ile ambayo nyinyi mnachinja wote. Shekhul Islamu anasema faidha shahida shahidu lailat thalathin min shabana, na pindi akishuhudilia shahidi yoyote akishuhudilia, mwenye kuona lailata thalathin min shaban, katika usiku wa tarehe thelathini ya Shaban, kama leo, usiku wa leo insha allah, tukifika akashuhudia, mwenye kushuhudia usiku wa thalathin min Shaban, anahu raahu kwamba yeye ameuona mwezi bimakanin min alamkina katika, katika sehemu miongoni mwa sehemu. Asema Sheikh alislam karibun au baidun, ni mmoja hiyo sehemu, ni, ni karibu au mbali. wajaba lsaumu Kutawajibika kufunga, tukipata habari ya aliyoushuhudia mwezi katika usiku wa tarehe 30 ya Shaaban, akasema nimeuona mwezi kwenye sehemu yoyote miongoni mwa sehemu karibun au baidun ni mamoja, hiyo sehemu ni karibu au ni mbali, wajaba saumu kutawajibika kufunga kwa, kwa maelezo yake hayo. Wakadhalik, na kama hivyo hukumu ni hiyo hiyo, idha shahida birruyati nahara tilka llaila, atakaposhuhudilia kwa kuona mwezi katika mchana wa usiku ule, achilia mbali kutuambia usiku yeye aliuona mwezi lakini mpaka anatufikia sisi ni mchana tayari wa Ramadhani anatuambia mimi, usiku wa jana nimeuona mwezi, na tayari ni mchana, hapo tunakula vitumbua vyetu. Shaykhul Islam anasema hapo hapo tutawajibika kujizuia na kula, bali akija kutuambia karibia na ghurub, karibia na kuzama jua, lakini halijazama amekuja jioni kabisa, jamani, ye usiku wa jana niliuona mwezi. Uliuona? na jua alijazama, hapo hapo tunaanza kufunga, tunajizuilia. Anasema rahimahullahu taala, wa kadhalik idha shahida birru'yati nahara tilka layla, na kama hivyo akishuhudia aliyeona kuona mwezi mchana wa huo usiku, ila alghurub, mpaka kuelekea wakati wa kuzama jua, lakini alijazama, akatuletea khabari ya kuonekana mwezi ima mchana au jioni kabla ya kuzama Shehulislamu anasema fa alaihim, ni juu yao hawa Waislamu, imsaku ma baqiya, kujizuilia na mundu uliobakia, sawaun kana min iqlimin, ni mamoja habari hiyo imetokea kwenye jimbo moja, au iqlimaini, au majimbo mawili, sawaun min iqlimin, ni mamoja kutokea kwenye, katika mji mmoja, au iqlimaini, au kutokea katika miji miwili, ni karibu au ni mbali. Sasa ndugu zangu, twaona kwamba kauli hii ya jumhur inaungwa mkono na hujaj wal adilla, lakini pia wahakiki wa mambo ya kifikihi wameielezea kauli hii kwa mifano kama Sheikhul Islam bin Taymiya, kwa haya machache ambayo nimeweza kuyasema hapa, lakini pia wepesi wa kutekeleza kauli hii katika zama zetu, ikiwa wanawachuoni hawa walizungumza kauli hizi za kuwa na muandamo mmoja kwa Waislamu wote katika zama zile za uumu wa mawasiliano, kutokea Madina kwenda Sham ni safari ya mwezi mmoja kwa mnyama ambaye anakwenda mbio, walizungumza kauli hii kwamba inawezekana Waislamu wote wakafunga na mwezi mmoja, na hii ni khitabu yao wote. Hali itakuwaje katika zama za leo ambazo nyinyi mwaziita ni zama za utandawazi? Allah ametupa neema ya sisi kufikiwa na habari bali baadhi ya wazungumzaji wanasema, si habari tu, unaweza ukaona kwa wale wenye kutazama televisheni ukaona location ya mwezi na watu wenye kutazama katika nchi hiyo, kwamba wale wanatizama na ni vyombo vya habari rasmi vyenye kusimamiwa na watu wenye weledi, sio kama ni, ni, ni redio mbao au televisheni za mchongo ambazo hazijulikani. Twazungumzia vyombo rasmi vyenye kusimamiwa na jiha rasmia watu wanaweza wakaona mpaka wale wenye kuangalia mwezi sio mwezi tu, wale waangaliaji wanavyoutizama, wanavyorukaruka na kufurahia, na mtu anaona namna teknolojia ilivyokuwa mbali katika zama kama hizi. Jambo hili Allah amejalia lina wepesi kabisa wa kutekelezeka, kwa sababu habari za tufikia zikiwa mbichi. Vipi ukaacha kufunga kwa habari za yakini ambazo wazishuhudia au unazisikia una kwa hoja kwamba mwezi ujaandama katika mji wako. Lakini jambo jingine, kwa sisi wa Tanzania, jambo hili sasa hivi si gogoro wala hatukhalifu nchi wala hatumkhalifu mufti wa nchi. Nchi yetu yenyewe ina utaratibu wake kwenye mambo ya ibada, nchi hii ndio ilivyo. Usichanganye nchi hii ya Tanzania na nchi zenu huko kwenye mambo ya kiibada. Kama kuna nchi huko mkitangulia kufunga wengine wakachelewa, inaonekana mmemkhalifu mtawala na mmekwenda kinyume na dola. Basi Tanzania haimo mtoto Tanzania mtoeni, kwa sababu hapa tuna utaratibu wa nchi hii wa kikatiba, tumepewa uhuru wa kujitosheleza katika mambo ya ibada zetu, muda wa kuwa hatuvunji sheria na taratibu. Na ndiyo maana angalia nchi hii, wanafahamu waislamu hawa, kuna kundi hutangulia na wengine huchelewa, ndio utaratibu wao wenyewe hata tunaposwali Eid hamuoni ulinzi tunaletewa? Sasa ule ulinzi ni wetu. Utaikhalifu daula na taratibu za nchi halafu uletewa askari wa kulinde? Twaletewa na ulinzi, tunapewa na vibali vya kuswalia viwanjani, vibali unaomba serikalini ukapewa, na wale wenye kuswali kesho wanapewa na inafahamika kwamba taasisi zingine za Kiislamu kwenye nchi hii zimepewa si uhuru wa kufanya mambo yake kama vile ambayo taasisi kuu kongwe ya BAKWATA ilivyokuwa na uhuru katika mambo yake. Hii ndiyo nchi inavyokwenda. Kwa hivyo tuna fursa hiyo, na kama pana ugumu ulitokea ni huko zamani, watu wa sunna wale wa mwanzo walipata misukosuko, lakini sasa hivi jambo limekwisha, wanajulikana hawa hutangulia, hawa huchelewa, wala hatuja mkhalifu yoyote, sio shekhe wa nchi wala rais wa nchi nchi yetu pia inatuletea ina, ina ulinzi na, na pongezi zinatokea katika mamlaka, pongezi za Ramadhani kwa watu wenye kufuatilia mambo. Miaka ya nyuma maraisi wanatua pongezi kwa watu waliotangulia kufunga au waliotangulia kula Eid, ni kuonyesha hakuna mukhalafu wa nchi. Kwa hivyo jambo la kukhalifu nchi iliyondoeni. Lakini la mwisho ambao namalizia kwa leo, jambo hili hapa kwa Tanzania limekuwa ni kama shiar za watu wa sunna ni kama alama ya watu wa Sunna, wale ambao hufunga na mwezi wa popote, wengi wao ni watu wa Sunna na jamaa. Na wale ambao hutegemea mwezi wao tu au warafiki zao wanaowaridhia, wengi wao ni makundi ya kisufi na turuku zingine za batili. Hilo limefahamika kiasi ambacho mwezi huu wa popote hapa kwetu unaitwa mwezi wa Mawahabi, na ule mwezi wa ndani tuujue sisi ni mwezi wa Bakwata. Tunasema hivyo Ishakuwa ni miza ni kipambanuzi baina ya watu wa sunna na wengine. Kwa miaka mingi hatuwezi kuiondoa miza hii tukarudi tena kuchanganyika na masufi, labda wao waje katika sunna. Kingine, pana mambo mengi yametokea katika nchi hizi ya kukataa mwezi kwa watu waadilifu kabisa, pakasemwa habari za mwezi zimefungwa, bali pana habari zimerushwa watu waliambiwa wafungue kwa sababu mwezi umeonekana. Viongozi wa dini katika nchi hizi, someni historia, walitangaza watu wafungue, alafu hawa wakawa wamefunga. Wanasema wao wenyewe watuambia sisi tuache utaratibu huu ulionyooka ambao uko wazi kidini. Tunafuata kauli za maulamaa kwa mujibu wa nchi, hatuja mkhalifu yoyote, lakini tunaona kwamba sunna inadhihiri tutaendelea na msimamo huu muda wa kuwa haujavunja sheria za nchi wala haujavunja umoja wa watu wa sunna. Umoja wa watu wa sunna umesimama, sisi na watu wa bid'a katika nchi hizi tunajulikana kwa hili. Sasa kama utajitokeza utupasue sisi watu wa sunna, wewe ndio unatakiwa ujitathmini. Sasa Ahlus Sunna wal Jamaa katika hili, wao wako tofauti na watu wa bid'a masufi. Njoo wewe sasa hivi na kauli ambayo itapasua hawa watu wa sunna. Mfano, sisi hapa msikitini watujie na kauli tupasuke sisi hapa, nani ambaye atakuwa analeta mfarakano katika dini? Ni wewe ambao unawapasua watu wa sunna ambao wana jambo lao kwa muda mrefu, au ni hawa ambao wameshakuwa wazi baina yao na watu wa bid'a? Haya mambo yanahitaji kutumia fiqh alwaqi na uhalisia wa mambo, kama kweli mnazungumzia umoja wa da'wa na umoja wa Waislamu. Akulu kauli hadha, wabillahi taufiq. Mtanisamehe sana